Ngwana wanachapesa Media, habari. Nawaleteni habari za kimichezo iliyofanyika leo jijini Zanzibar au katika mji wa visiwani Zanzibar. Yanga Afrika zidi ya al Ahli, Yanga me wazidi, mchezo umeishia tamati ya goli moja kwa moja. Yanga alitangulia kushinda goli moja, lakini si bahati si mchezo, mchezo wanasema una matokeo matatu, wakategemewa naondoka na pointi tatu, lakini al Ahli kwa ukubwa wao na timu kubwa na uchezaji uliokuwa umechezeka, Yanga wakawa wameruhusu pia goli moja Mchezo ukitamatika moja kwa moja nikaona, sio kesi. Jana niliahidiwa, nikaona leo moja kwa moja nikimbia, acha kulaza damu, nienda kwa Mzee Said aliniambia jana Yanga anashinda lakini leo sio bahati, au sio? Mchezo tamati, umeisha ya goli moja kwa moja. Nini maoni yake mzee wangu? Tutamsikia, nimemletea kitonge kwake huko huko, nimemtimbia. Sitaki masiala, tumsikilize nini atatuambia au nini atatuelekeza. Mzee Said habari bwana? Ah, salama. Mambo anasemaje? Naona simu zimezidi poa. hasira umekula uzi mwekundu <laughs> kwa ajili ya kuweza. Kesho sinacheza. E, sinacheza. E, hii damu ya mzee hii bwana. Eh? Hii sio nyekundu damu ya mzee. Hey. Damu ya mzee. Tena hey, hey. Nitaka nipige kabisa jezi yangu ila sema nimejisahau. Sasa nimepita pale wengine wanalia. Sadi, dakika arobaini na tano au e. Dakika arobaini na tano za kwanza Yanga e, kitangulia kifua mbele goli moja kwa sifuri, goli na, a, mm. kwa mm. sifuri mm. mm, goli likifungwa na Sajenti Baka alimalizia makosa waliokuwa wameyafanya mabeki wa Al Ahly za kwanza. Kusema ah, ukweli tusifichane, mm. Yanga anacheza mpira Yanga? hiyo kutoa toa, wala usishangae, Yanga anacheza mpira, anaupiga ya mwingi. Wale watu nao waona pale mbele, jiulize wamekutana na nani, sijui unanielewa? mm. Jiulize hawa watu wamekutana na nani, yani ndio jibu utalipata kwa hawa watu wamekutana na nani, wale Waarabu, yani wao wanalilia kila siku waonekane, wasomeke, wako Ulaya Yaani kile wanapocheza wanataka hey, wawe juu. Yaani wawe juu. Lakini sivyo lilivyotokea. Simba tanajiru. Yanga amekutana na nani? Katika pressure ya aina gani? Labda tu nikwambie kitu. Kwa sababu wewe umekuja saa hizi ulitaka ujue kwa sababu nilikwambia Yanga atashinda. Maana chanzo za kuja anafungua kipindi nimesema Mzee Said hey, ulitoa ahadi jana Yanga kesho anashinda. Anashinda. Niko na mpira una matokeo matatu. Nilikwambia kwa kwamba Yanga atashinda kwa sababu uh -huh. Yanga bado ana kikosi kizuri chenye kuleta ushindani, sijui unanielewa vizuri. Ndio. Na bado na mimi nakuambia hivi, Yanga kutoa draw imemwongezea pointi. Yanga angefungwa ndo ingekuwa mbaya, angebaki nne, pale ange pale. Nne pale pale. Draw, katoa draw kapata pointi ana tano, we una ngapi? Kwa hiyo Yanga alichokutana nacho kakutana nacho ndio hicho alichokiokota lakini hesabu zote za Yanga zilikuwa zinaonekana ni kushinda. Mpira ni mchezo wa makosa kosa, kidogo limewabadilishia matokeo ndio, bila wao kujielewa. Lile goli ambalo walikuwa wamerudisha, e bwana, anarudisha pale goli. Kwa hiyo yani ule mpira ulikuwa tayari umeshakwenda moja bila na goli lilikuwa linaonekana moja Sio ah, babu, mi mwenyewe nilishalitafuta nikaona goli lipo moja na wale walijiandaa na goli lao moja. Makosa ya, mchez, ya mchezaji mmoja mmoja moja, yameigarimu klabu eh, kutoa draw. Lakini si mbaya, ni mchezo, ni, mchezo matokeo, ni wale ni ale wamepata draw bado inawabeba kuna. Yanga Mkini ni nyumbani, nyumbani ndio kwani. Yanga, Yanga bado sana, bado ana mechi moja nyumbani na, na wale mbi, wote aliocheza wale wote wale mm, kaishacheza nao hajacheza na mmoja tuseme mm, ambaye ndio anakuja kucheza hapa ah, wote kaisha cheza nao, nao. Kacheza Ka na wakwanza kamfunga goli moja, moja kaja katoka kenda katoa draw ya bila bila. Sasa piga hesabu watu wanakutana nao Usitembee eti unasema Yanga wanatembea na kalkuleti, na ndio maneno yatakuwa ya leo ya watu wa Simba. Nyie mna nini yani? Nyie mnatakiwa mkasirike. Mpaka hapa walipofikia wenzetu, wana pointi tano, sisi hatuna hata moja, afu we unaenda kuwacheka Yanga, afu kesho tena muda kama huu saizi tunatafutana bana. Mimi usiniulize, si nilishasema, mi nilishasema, nimeambiwa, narudia tena Uh -huh. Nimeambiwa kesho Simba anashinda na kiongozi, ndo, eh, hey, na, kiongozi, kiongozi. Na kama sio kiongozi basi yupo karibu na viongozi wa Simba, ndio aliyeniambia mzee Saidi. Kesho si tunashinda, na hakuna mtu anayekataa ushindi. Wote mnatamani ikiwa tu kama tumewafunga wale mashujaa tumecheka mabarabarani. Haya, kumfunga huyo jamaa inakuaje? Akasema kikosi kimesharudi na, eh, na kila mmoja anakuambia tayari timu imeshaungana. wewe Mwendo wa, Yanga, Mzee Saidi, Mwendo wa Yanga ni hatari. Unaenda, anaenda anaenda, sasa ngoja nikwambie. uh -huh. tuwapigie hesabu wale kule wanaokutana leo saa nne usiku yes, kabili, pamoja na Farabat wale wote wana pointi ngapi ngapi? Aya, mmoja akashinda anakuwa na ngapi? Ana pointi tano, sawa na Yanga sawa na Yanga eh. Yanga anatoka anamfuata yule kule. anamfuata Farabat eh. eh. anamfuata kule kwa hii mechi aliocheza hapa Yanga Yanga unajua kacheza na mtu mkubwa Afrika sawa, ndio anayeongoza. Sijui unanielewa. Mashindano yote Afrika yeye ndo babe. Aha. kacheza hapa katoa draw. kule kafungwa vigoli viwili, yaani mnatakiwa muangalie distance. Yaani muangalie magepo haya, ile mechi iliyocheza wale Yanga waliocheza na wale. Nini wale? Ah, Falabat, hey. Mufananishe ule mpira. Na mi, na, najua wataniona taila navoongea lakini Yanga naenda. Mimi naishia hapo hapo. Leo tena tarehe 31. Yanga naenda robo finali. Kazi ninayo mimi. Mimi akau, sasa simeshasema una pointi zenu tisa kwa wao. Mi mwaka huu nitaenda nani. Mimi sijasema maneno maana nimekuambia hivi, naomba tusubiri kwanza kabla ya mchezo kuanza. Eh, tusubiri. Mimi timu ikiwa tayari nakwambia tayari, timu ya kina Mavambo Sawa mm. timu ya kina kalabwa sawa, timu pembeni, Shomari Kapombe pembeni, Mohamed Hussein nilikuambi, niliwaambia wana Simba, Simba hii tayari, lakini nikaonekana chizi. Na nilionekana chizi vipi? Kumbe nilivyokuwa nasema vile, walikuwa wanajua nyuma ya pazia kuna nini. Eh, ah, e, tayari walishapata majibu. Eh, walishopata majibu nyuma ya pazia kuna nini, tunasalitiana wenyewe kwa wenyewe. Sisi sio watu, ile mechi ile timu ile sio wa kufungwa na Simba na Yanga. Ha? We, pointi moja unashindwa kuigomboa, ukawa bingwa hasa safari? Subiri kama hata hiyo pointi moja tutabakiza. Mimi nakwambia hivi, subiri. Watu wanawasifia wachezaji, kwani shida ni wachezaji? Shida ni viongozi. Yaani unajua watu wa Simba hapo hawaelewi, shida ni timu mm -hmm, wachezaji, shida ni uongozi. Unajua kuna vitu vingine, uongozi ndio unatengeneza ushindi. Ndio. Sasa pale pana uongozi wa kutengeneza ushindi. Wapo akina mzee Mangungu. Eh? Mangungu mwenyewe mwambie atoe hata 200 pale. Unaongea nini? Sasa ndio hivi na sajili zinaendelea. Sajili zinaendelea, si ana sajili. Huyo nani huyo? Jairuti. Sasa Jairuti watakuja kumwambia bwana lete hela tukafanye hivi tukafanye hivi. Hawezi kumpangia hiyo kama klabu ipo chini yao? Wewe bwana wewe, wanampangia na nini wewe? Sasa ngango anampangia tunga wafunga Yanga. Kwani Jairuti kajalini? Anakuja Jairuti mwaka jana sisi tunafungwa na Yanga tunakosa ubingwa pointi moja umeshindwa kuibadilisha ile pointi moja ukawa wewe unayo ukatangaza ubingwa. Pia mkaingia Ngao Jamii tena e, tukafungwa na wenyewe, wanahesabu sasa. Kwa moto huu walionao we, kwa mfano, Simba ile ikutane na nao waliocheza na Yanga leo inakuwaje? Simba ipi hii tulionayo wakakutana nao waliocheza na Yanga animbaya waliocheza na Yanga hiyo e. E. Simba ilikuwa sio hii Simba, Simba ile ya Mixon. Halafu na uongozi, uongozi unajua kutafuta matokeo. Viongozi wa Yanga wameshatafuta matokeo, lakini kilichowaangusha ni wachezaji kutoa draw Okelo kaenda ya kwanza, goalkeeper kipa kaiondoa ile, sawa. Wameenda tena kapigwa mpira ukambabua mtu Maxim Zingeri, yule bwana, yote magoli, magoli. Hey. Wameenda tena wakapisha hodi, wakaenda wakapata goli lile. Sasa mbinu ya kulilinda goli ndo walipokuja, ndowalipo kupoteza. Je, walilindeje goli lao? Sisi tuliwafunga wale mm -hmm. tukatafuta tuka na mbinu ya kulilinda goli. Ndio mukazipata. tukazipata na tukapata pointi tatu. kwa ele... lakini Yanga viongozi wenyewe wamezitafuta pointi tatu, ushindi tuupate na walishaupata nani katangulia kushinda alishinda Yanga. na basi. tena kipindi cha kwanza anatangulia na ushindi, na kwa hiyo mimi msinishangae, ni makosa ya wachezaji ndio yamesababisha kutokea hichi, lakini ulishowatabiria kwa Yanga. na mimi nilikuwa na najua wanashinda wanachukua pointi tatu. kama utabiri ulivyo. Lakini Yanga bado anakwenda robo fainali kwa hesabu za pointi sita, wala haina mahesabu yoyote. Yani inaonyesha kabisa njia ni ile ime, imenyoka. Yes, wale wafungane wasifungane, lakini hakikisha yanga anatafuta pointi hizi tatu anakuwa na ngapi? Nane. tumemaliza pia leo ndio maana nimekwambia hivi kule uh -huh. Wale pale wawili wote si wana pointi mbili mbili, basi wale mmoja akishinda sio, wote watashinda. Hesabu <coughs> zinaonekana. Wewe huyu mwarabu unafikiria na huyu alivyokasirika hivi, unafikiria na hapa naondoka Yanga na huyu mwarabu. Utakuja kuniambia upande wako wewe bado? Eh. Huko ndo majanga unaenda kuniuliza huko, sisi tunatengeneza timu. Mrisi wa Ardi Haucho Damaro ulikuwa unamtaga kwa jina lingine. Eh, bwana ile jeusi jeusi jitu kubwa. Eh jitu kubwa. Mzungumziaje kwanza kiwango alichokionyesha pale katikati ilivyokuwa na kichafu. Mimi nilisha nishakwambia unatoa e, moto na weka moto. Mtoa oh, petroli na weka di, nani? Yes. Unatoa moto? Unaweka gesi. Mchezo unaendelea. Eh. Yaani maji, maji yanatulia. Sometime maji ukiyapiga dua ukiyasomea Qur'ani, maji yanatulia, lakini si moto hautulii, chuma ndio unazidi ayayaya. Tena ukisoma Qur'ani ndio moto unazidi kuwaka, sababu si ndio wengi wanaenda kule? Ndio ndio maana yake, ndio maana yake. Lakini maji ukiyapiga dua vizuri, umetulia yanatulia maji, kama yalikuwa yanagombana maji, unaona yanashuka chini, na watu hawato niamini, maji yanasomewa, yanatulia maji. Eh, katika vitu vinavyoweza kukutia umaskini kwa haraka, moto na maji. Aha. Lakini maji unaweza ukayasomea yakatulia kimya. Moto, moto una wang... una wang... na ukiusomea ndio unazidi kwenda juu. Hatari kubwa hiyo, shekhe. Sio maneno yangu hayo, ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Sasa mimi ndio ninakwambiaje? Yanga anayetoka moto anayerudi moto, shida tupu tunayo Mwelekeo unakoelekea mechi zake mbili, anapita. Yule mtoto kapiga na mguu wa kushoto. Piga na mguu wa kushoto, golikipa akatembea nayo <golikipa> na tayari yule golikipa alishamfua, alishamuona huyu anarudi huku, ananipigia huku. Ana, lakini angezubange kaa kule kule, kaka, na, na, yani, tatu na magoli ma, mawili, mambo mengine. Ndio maana nakwambia hivi Yanga mzigo alikutana nao ni mkubwa na ukubwa wa timu pia, ndio maana yake yani mzigo unakutana nao mkubwa. Historia wanasema Yanga alishinda alimfunga al Ahali elfu mbili na kumi na nne, lakini e, hapa kote ni draw, kufungwa yeye, draw, kufungwa, sawa sawa, si mzigo mkubwa? Mzigo mkubwa, ila huku mtani mara nyingi anatoa draw, anashinda. Mi nataka nikwambie kitu kimoja, e, mtani kashinda mara mbili Simba, Simba kashinda mara mbili, ndio Simba, Simba. <laughs> viongozi wana viongozi wanaojua mpira sio hawa. Simba wana viongozi wenye kujua mpira na kujua fitina ya mpira, waliopo sasa haswa haswa sio sasa waliopita waliopita. uh -huh. na haswa kukifikia kama mashindano ya kimataifa Simba wanajua sana kucheza na mashindano ya kimataifa, kwa wale viongozi waliopita sio hawa, na ndio maana nilikwambia Sekula ilisha tengenezwa siku nyingi mpaka Simba anakwenda kucheza fainali ya CAF. Eh, nilisha kuambia mapema she, fainali ya ili kombe dogo. Nilishakwambia mapema ya shirikisho eh. Anaondoka fainali. Eh, eh, hapa lazima aende. Aende. Kwa hiyo wale viongozi walishapanga muda mrefu, sio hawa. Hawa wanaoleta wachezaji wanasajili, kesho wanafanya biashara. <laughs> Wanatoa wote. Wanaleta wengine kama hivi. Sumeona walivyokuja. Mm. Subiri dirisha dogo. Huyo mpanzu mwenyewe kwa eh? Mm. Oh, ameshakwambia hataki kuchezea Simba anataka aondoke. Ameshafanya mazoezi ya mwisho kujiandaa na kesho mm. unazungumzaje mchezo wako wa kesho saa kumi kama leo mtani wako alivyopambana. Wewe kesho kibarua kinashuka pale. Ni, nisikilize vizuri sana. Simba mimi sijui kwa nini? Vizuri sana, wachezaji wengi wapya, nawajuaje mi? Lakini kipindi kile ukiniuliza Simba hii unasemaje, na nakutajia pale, akikaa Karabwa, akikaa Shemaloni, uh -huh. sawa kule pembeni, ikiangalia yuko Mwamed Huseni, nikirudi huku yupo Shomali, Kapombe golini, nikiangalia yuko Spider. Sasa golini limekuja koti lingine, silijui, sasa nitasemaje mimi maneno hayo siwezi kusema hayo maneno, kwa hiyo matu... mimi matumaini sina, mi nakuwa muwazi, matumaini sina kwa kesho. Unashinda bado. Hivi kwa... unajua ile mechi kuna mechi wamecheza juzi, mtu kamtolea pasi kwa nyuma mwenzie uh -huh. Hawajajuana alafu mnaenda kukutana na watu waliokaa pamoja kwa muda mrefu, unategemea nini? Pagumu na ah. Nakwambia kama wanashinda kesho hii. E, maana leo kulikuwa na vibe na kesho, wengi wanakwambia wa mnyama lazima achukue pointi tatu, ndio anaanza sasa. Sisi si watu wa kujipa moyo, unajua. Simba, wewe fikiria, e, watu wa Yanga wanasema tungekuwa sisi tusingekubali mpaka leo kufikia hivi timu yetu haina hata ina pointi, wagaratia wanakwambia tusingekubali sisi, na kocha angetimuliwa aondoke siku nyingi, viongozi wote pungueni. Wao viongozi wenyewe wanapumulia gesi Eh, bwana kwa leo sisi hatuna mengi sana, nilimkimbilia mzee nili, mzee Saidi kwa kwa sababu ulijua mimi nilisema Yanga atashinda, na Yanga mechi ile ni uzembe wa wachezaji wenyewe kutokuwa na umakini, wanacheza na kina nani, lakini tayari walishashinda. Umakini, wanacheza na kina nani, ndio maana yake wana tunacheza wana na nani poa wale, eh, watu wazito eh, habari nyingine wale. <laughs> Eh, bwana, sasa tuna ziada. Nilikuwa na mzee Saidi nilimletea kitonge, hususan ni mechi ya leo iliyofanyika kiwanja cha New Amaan Complex pale Zanzibar, yanga na al Ahli wakitoka moja kwa moja wakigawana pwenti. Al Ahli sasa hivi ana pwenti nane anaongoza kundi, nyuma yake anayemfuata ni Yanga Sports Club akiwa na pwenti tano. Bado anakibarua kizito kwenda robo fainali, lakini wanasema usimkatie tamaa, anavuka tena anachukua ndege safari kumfuata Farabati na imani huko, tutajua nani anapita nani anabaki nyuma. Ya kamera yuko director Shizi anakuleta picha ng'avu na tulivu. Tukutane tena baadaye kwa habari za kimichezo na burudani kwa Eleni.